Nitagusia swala la bima mikopo kwa wanafunzi wote wana chuo utumikaji wa vifaa vya kitaaluma kama kamera na kompyuta. Mwisho nitazungumzia swala la internet. Hapo mwanzo nilikuwa waziri wa ulinzi, niliteuliwa na rais japo kuna changamoto chache chache ambazo nizifanya zikasababisha kutupizana na watu kielana, watu na lakini niwahakikisheni kuwa kazi ya ubunge ni kazi ambayo inahitaji mtu mwenye sauti ya kuongea kutetea hoja za wananchi, tofauti na kazi ya uwaziri. Waziri ni kazi ambayo unafanya kazi kumfurahisha rais aliyekuteua, lakini kazi ya ubunge ni kazi ambayo unafanya kazi kuwafurahisha wananchi. Kwao nimesimama hapa kuomba kura zenu, nii nyie ndo wapiga kura ambao mnatuchagua sisi Naombeni mnipe nafasi ya kuwa msemaji wenu kwa sera zifuatazo. Namba moja, ndio hivyo nimesema kwamba utumikaji wa vifaa vya kitaaluma vifaa vya kitaaluma ni vingi. Kuna kamera, kuna kompyuta. Nadhani kwa sasa hivi kompyuta ni yote tunatumia na, <coughs> na za, kuliko za kwa wengi wamenunua laptop zamani. Tulipokuwa chuo cha kule juu, wengi tulikuwa tunakatazwa hadi kuingia kompyuta room iho wa ulinzi lakini ilishughulikia, lakini ndio hivyo. Lakini sasa nataka tuhakikishe upatikanaji wa kamera kila mwanafunzi. Unajua lengo la mwanafunzi kuja hapa sio kwamba wachache tu wanufaiki kujua kamera au wachache tusijue kamera. Hapana, zile kamera za chuo zimenunuliwa kwa niaba ya wanafunzi wote. Hapa chuo tujifundishe kamera na tuondoke tunajua. Lakini sasa hivi kuna wachache kati yetu, japokuwa wachache kati yetu ndio wanajua kamera, sio kwamba wanaweza kuwa labda wanapendelewa ama labda ni bahati tu hawapendelee moja kwa moja. Sasa kwenye utumikaji wa kamera, mbinu ambazo nimekuja nazo mimi mo, nikishapita mimi kwa mbunge nawahakikishia, watu wote muda hasana, ambaye ajui kamera nampa mwezi huu mmoja ataijua. So, kwa njia zipi? Kwanza nitatenga darasa maalum, darasa hiyo moja wote ambao sijui kujui kamera kamera. Eh, yaani mimi sijui kamera lakini nipokuwa fid nilipewa kamera na nikashusha vizuri, lakini hapa apa shughulikiaje? Kitatenga chumba kimoja kwa niaba ya kila mwanafunzi mwanafundi ambaye anahitaji kujifundisha kamera kila Jumamosi, kamera zote za chuo kama ni kwenda siku shuti mbunge amekuja, waahilishe kwanza, wanafunzi wote tujifundishe kamera, kwa sababu ndio lengo ambalo limetuleta hapa. Lengo lililotuleta hapa sio kwenda kushuti, labda diwani ameongea kitu fulani. Lengo lililotuleta hapa ni kujifundisha, kwa hizo kamera zitakiwa zitumike kama ili wanafunzi wanufaike, na, na sio wanafunzi wachache wan, wanufaike, wanafunzi wote kwenye swala la kamera. Kwa kwenye hilo swala, kama mtanipa kura zenu na imani, kwa sababu mimi simuogope mtu yote, kuanzia mwalimu na ni, yaani nina ujasiri wa kufikisha hoja kwa wahusika kwenye swala la kamera. Bwana mimi nitanipa wiki hiyo moja, hicho chumba cha cha kamera sio utani. Hicho chumba cha kamera cha kamera. Hicho chumba cha kamera nawapa wiki moja nitakiandaa mimi mwenyewe kushirikiana na uongozi ambao utakuwepo, sijajua atakuwa rais ni nani, ila nitatumia nguvu zangu wote, nguvu zangu zote zile nihakikisha chumba cha kamera kinapatikana na kamera zinatumika kwa niaba ya manufaa ya wanafunzi na sio watu wachache, makundi maalum, kama hawa ni mwaka wa kwanza wanyimwe, hawa ni mwaka wa pili ndio wapewe pekee. Yaani nitahakikisha wote kuanzia machinte kile kuja wote wanapata swala la kamera na kwa kipaumbele. Kwenye upande wa kamera tumemaliza. Ah, kwenye swala la pili ni swala la mikopo <coughs> unajua na? Sawa, kutokana na muda, unajua hii hiki chuo kina hela nyingi, lakini kutokana na ufuatiliaji ule kwa mdogo uongozi uliopita, ndio maana tunaona kwamba kwamba chuo hakina hela. Sasa kwenye swala la mikopo ipo hivi, sio utani, yaani kwenye swala la mikopo ni lazima kila mwanafunzi ambaye anataka mkopo atapata kwenye utawala wangu mimi. Kwa wale ambao wanaishi kwa wale ambao wanaishi hostel ambao wanaishi hostel, ni hostel, wa <coughs> hostel, kuna muda mimi mwenyewe nimeishi hostel japo kwa sasa nimesha hama. Kuna muda unakuta umepokiwa msosi na nini, kwa kukopesha 5000. Tena mkopo wenyewe utakuwa bila riba, kwamba utakopa 5000, sela zinatungwa utakopa 5000, sela zinatungwa unakopa 5000, ndani ya muda fulani 5000, kama ni siku ngapi, kulingana tutakavyokubaliana unarudisha ile ile 5000. Kama kwa wale ambao hatuko hostel, kuna wale ambao wamepanga, kuna muda unakuta unadaiwa ada, unadaiwa una kodi kwa hiyo tutakuwa tunasaidiana kwenye masuala ya kodi 15,000 fishini -15, sio mbaya wote tutapata. Kwenye swala ya mikopo. Sasa vyanzo ni vipi? Vyanzo, vyanzo vya kupata hizo hela ni vipi? Chanzo cha kwanza nilichokibaini ni kwenye student union. Tunalipa shilingi 6000 tuliopita na hawa ambao mko nyie kwenye student union zenu mnalipa shilingi 10000 na dhana. Nimefuatilia hawa waliokuja sasa hivi wanatoa student union shilingi 10000. Sasa jiulize, chuo tupo wangapi? Tupo watu wangapi? Hizo hela zinaenda wapi? Mbona tuzioni? Kwa hizo hela, mimi kama mbunge ndio sauti, nitasimamia hili, kila mtu apate mikopo. Alafu kuna vitu vingi tu vya kupatia mikopo, kuna zile. Ndio umeisha sawa, lakini kwa kuongezea, kwa kuongezea kwenye swala la internet, braza pale amesema kwamba wanataka oh, vile vipindi wa oh, wanashirikishwa na oh, braza, usijali kwenye swala hili la internet ambayo ndio nilikuwa nasema kwanza, tuongeza wifi ya wanafunzi wote. Haiwezekani wanafunzi tu tunatumia wifi kwa kujibana bana, kwa sababu si ni uandishi wa habari, umeona inatakiwa kila kitu kinachoendelea duniani tukijue. Tunakijuaje wakati bado hamna chuoni? Kwa hiyo wifi inakuja hiyo wifi ya chuo inakuja, ama mimi mwenyewe kushirikiana na uongozi ngozi ambayo unapita na waahidi. Kwenye hilo la wifi yenyewe haina shaka tu mtafuta, na kwenye hilo la, la vipindi na hakikisha napoingia mimi nadhani haitopita mwezi mmoja, kutokana labda na masomo mtaanza kuingia vipindi vya live vya live, yani kwenye, kuna watu hapa hawajawahi kuonekana kwenye online media yoyote na wanapenda, lakini sio kwamba hawajui, wanajua, isipokuwa tu hawajapata fursa. Kwa hiyo sasa mimi nitakachokifanya kama sauti ya wananchi, nitapiga sauti kwa kweli kuhakikisha kuwa wananchi wa, wanafunzi, si ndio? Natumia wananchi kwa niaba ya wanafunzi. Nitapiga sauti kwa kweli kuhakikisha kila mtu ambaye anataka kufanya kitu fulani anakifanya. Kwa hiyo mimi ninachowaomba ni kura zenu tu naomba kula zenu kutoka kwenu mbunge ni sauti ya wananchi mimi kazi ya mbunge ni kuongea kwa hiyo inatakiwa mchague kiongozi ambaye ana sauti nashukuruni sana